Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha nne. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. zinamhitaji hasa, ingekuwa ms, msimu huu Simba ndo angekuwa na uhitaji sana. Wa position anaocheza Feisal. Naelewa? Sababu Feisal ni namba kumi au nane. Sasa hizo position ukizitazama Simba hazina watu wengi, yani zina mtu mmoja mmoja. Kwa mfano namba kumi anacheza Chazi Awa, namba nane pale anacheza Fabrice Ngoma. Ukiangalia hawa wachezaji wote wawili, kama Feisal anaenda pale Simba, wote hawa Feisal anaanza, a namba nane anacheza, a namba kumi anacheza, lakini Young Africa namba nane anaweza kucheza hapa kwa Mudasiri na duke ya bure, lakini namba kumi, unaona, kuna Mtiani kuna Ziziki anacheza hapo, kuna pakome zuzu anaweza kucheza hapo, kuna Chama anaweza kucheza hapo. Japokuwa Feisal hata akienda Yanga, hata hii bado angeweza kucheza, kwa sababu ni mchezaji ambaye anacheza nafasi nyingi. Ndio maana nasema, kwa mfano mimi Feisal Yanga namba nane tu, wenyewe naona kuna nafasi yake ya kucheza, kwa sababu sio mchezaji ambaye kajipambanua anacheza namba moja, lakini kwa msimu ujao kama hizi tetesi za Ziziki kuondoka zikiwa kweli, akiondoka, unaona hata Yang Afrika anaingia moja kwa moja kwenye kikosi kama namba kumi, lakini kwa Simba hiyo ipo wazi, yani hata mshabiki wa Simba mwenyewe anajua namba kumi wao nani sasa hivi chazi, au ukimwangalia anavyocheza, hata wenyewe ukiwauliza, na Feisal Salum anakwambia kabisa, ni mchezaji ambe anaingia kwenye kikosi chao moja kwa moja. Hiyo kwa kama Simba wangempata msimu huu, hata msimu ujao wakimpata itakuwa bora zaidi, ila yanga kama azizikia ataendelea kubaki yang Afrika, bado Yanga wanaweza wasimpate Feisal na katika position yake kusiwe na wasiwasi wote, ila kwa ubora wake na uwezo wake timu zote mbili zinamhitaji. Kama zikimpata itakuwa bora, ataenda kuongeza kitu, kwa sababu ni mchezaji kwanza mzawa na uwezo mkubwa, na kila mtu anataka kuwa na mchezaji kama Feisal, sawa mfeto. Kwa hiyo timu zote ni binafsi, wakimpata Feisal watakuwa wamelamba dume, ila kama Simba ndio nasema, wakimpata watakuwa wamelamba dume zaidi kwa sababu namba kumi tangu walivyoondoka Chama bado wana struggle tu, wa kweli chazi au wanacheza vizuri, lakini bado hajafikia hiyo quality ya hao akina Chama akina Azizi hao akina Feisal Salumu akina Pakome, bado hajafikia kwenye viwango hivyo. Kwa hiyo unazungumza kwamba endapo kama ikitokea Feisal Salumu moja kwa moja katoa Simba, yani nafasi yake iko wazi kabisa. Yani hata leo hii Simba sio wanacheza na Stelebuchi hapo juma Jumapili, mm. Feisal hapo uende anaingia moja kwa moja kwenye chika. Anaweka bench hawa. Oh, ya kabisa. Yaani anaenda anacheza. Yaani bila wasiwasi. Na kama nafikiri hakuna mtu yeyote ambaye atapinga hivi. Yaani hata wewe mshabiki wa Simba mwenyewe muulize Feisal kesho kutu hapo Jumapili na stulebu timu yako anacheza, anakuambia bila wasiwasi. Yaani hakuna kiungo wa Simba ambaye anaweza kumweka Feisal nje. Sababu Feisal unajua, anaweza kucheza namba sita, anaweza kucheza namba nane, anaweza kucheza namba kumi, anaweza kutokea pembeni. Labda huko pembeni ndo akisema aende, labda akakutana na kina Mpanzu, kutakuwa kuna shughuli, ila hapa ndani. Sita, nane, kumi, hapa Feisal anacheza kwa Simba kote. Lakini kwa Yanga kuna kuna ukakasi. Kwa Yanga kuna ukakasi sehemu mbili. Kuna ukakasi kwa namba kumi, ye na Azizi. Kuna mshindano huo, kuna ukakasi akisema acheze namba sita hapa kwa Alidi ya Ucho. Ila kwa namba nane kwa Yanga Afrika, moja kwa moja anaingia Mudasir na Duke Abuya hawawezi kumuka nje Feisal. Ae, namba kumi hapo ndio mwalimu yeye atachagua kama anataka anze Azizi au anze Fei. Yani sio kwamba zisemi kwamba ni Azizi ki mwenyewe, fesa aliyakaenda zima kainje zima. Kuna batu tunakumbuka alivyokuwa po Fei Yanga hmm. Azizi ki upo uliona hiyo batu, na mechi nyingi sana alicheza Fei kama namba 10 kwa mpaka alivondoka, ndo kaona mambo akabadilika. Lakini wengi wanazungumza kwamba, uh, ikitokea Simba watamsajili Clatous Chota Chama kurudi katika msimu ujao, ana nafasi kubwa ya kumweka benchi chazawa A, a, kabisa kabisa atuschota, kama anarudi sasa hivi Simba, yani kama ataamua ku, yani atarudi alafu akakutana na chazi chaiaua anacheza chama. Yani chama ana uwezo wa kucheza, ila wenyewe wana simba wengi hawataki, wengi wanakopa hawataki chama arudi. Yani mi sisemi hapa kwamba chama wamrudishe, no, kama wanaweza kupata wachezaji wa umri mdogo chezaji ambao na mchanga wazuri wengine ndo kama hawa kina Faith na wataja ni, ni vizuri wakawachukua ao vijana, lakini sasa tukisema tufanye au na Chama ndio weke bato hilo, hata leo hii aseme Chama arudi sasa hivi ndo narudi tayari kusema Simba hiyo mechi ya Jumapili arudi Chama na chazi ya huo muambie namba kumi anze nani, kila mwana Simba hapo akisema wapige kula watasema anze Chama. Naelewa. Kwa nini Chama sasa asirudi Simba? Ah, nasema hivi kama wat make msimu sim, utakuwa usajili mm, kama wataweza kutafuta wachezaji wengine vijana. Unajua namba kumi wapo wengi tu vijana wenye uwezo, wawalete hao Usimba. Huu sio muda tena wa kuanza kuwarudisha akina Chama. Simba yao ilipo sasa hivi ni timu ambayo inatengenezwa, ina vijana wengi wadogo. Ni muhimu sana kuleta wachezaji ambao wana umri mdogo wa kuja kupeleka timu mbele. Unajua, Chama ni mchezaji ambaye anamalizia, na kama waliweza kumwondoa na timu yao iko hivi haina haja kwangu mimi ya kumrudisha tena. Yaani watafute tu wachezaji wengine, wapo wachezaji wazuri sehemu zingine wakatafute. Mimi binafsi sioni haja ya Simba kumrudisha Chama. Yaani endapo kama chama atarudi kwenye kikosi cha Simba unadhani kipi ambacho kitapungua ama kitakosekana? Ah, akirudi kwa kwenye kikosi cha Simba nafasi ya kucheza kama itabaki Simba hii anayo chanzi ya uwa bado hajaweza ku kucheza yani kuishika vizuri ile namba 10. Ndio maana tunasema uh, kama chama anaweza kurudi pale akacheza kwa wachezaji wa uwa sawa, Feisal sawa lakini ndio nasema bado itakuwa sio karata nzuri kwa Simba kama kumrudisha Kratos Chota kwangu mimi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube, Mwandike Digital.